Sabra, wewe uliniambia kwamba huna mpenzi wala mume. Ike nini? Alikuwa mume wangu, ila ameshanipa talaka, tena talaka tatu. Kwa nini mke wake? Ti sijawai kukuacha, sijawai kuandika talaka juu yako. Sabra brother. naomba nisikilize. Ini mke wangu tena mke wangu halali umemwoa kwa ndoa. Tafadhali, naomba niache mke wangu. Twende.

Kwi niko kuchelewa nafikiri, mm. huwa tumefika. Mm, hichi uh, sio kikao, ni mkutanana wagafa tu ambao umeambatana na mabadiliko ambayo kwanzia sasa alizanda kubadilika na hii ni kutokana na hasara ambazo tumezipata mwezi uliopita, na hizi hasara zimesababishwa na we bwana Lingo. Mara kwa mara tumekuwa tukipata hasara kubwa sana, hivyo basi kuanzia sasa nafasi uliokuwa nayo kama meneja kwa sasa hataikahemu sabla Sabla. Kwa sasa sasa wewe utakuwa manager na fikiri watakupa ushirikiano wa kutosha, utaweza kufanya kazi vizuri na kuweza kuleta kampuni faida kuliko hata ile ambayo inasababishia bwana. Kwa hiyo kwa sasa nafikiri kampuni itaenda kwa mabadiliko makubwa sana. Na bila shaka mtampa ushirikiano mzuri, na endapo mkiendelea kufanya kazi vizuri, hata mimi mkinifurahisha kama bosi nitajua kitu gani cha kufanya ili nyenyewe muweze kufly. Lengo kwanza sasa utaambatana na huyu bwana katika majukumu yake ya kazi. Atakapokuwa akienda kushuti, wewe utakuwepo kwa ajili ya kumshikia taa, na kuanzia sasa utakuwa wewe ni light man wa kampuni. Nafikiri <tihetano> hilo jambo limepita na hakuna pingamizi <tihetano> <tihetano> samani kidogo samani, nani, mimi hapa binafsi nimerizika, wenzangu bila shaka wamelizika sana. Umeelewa bosi? Ila nauliza mimi sijasikia vizuri hapo kwenye cheo, jamani. hmm. Narudia tena kuanzia sasa cheo ambacho alikuwa akikishikilia kama meneja mwanalingo, kuanzia hmm, sasa atakuwa hayupo tena, sio meneja wa kampuni hii. Meneja wa kampuni hii kwa sasa atakuwa ni Sabla, na nimeomba mumpatieni ushirikiano kama mlivyokuwa mkimpatia ushirikiano bwana Lingo. Lingo, nafikiri tumeelewana. Kwa sasa umeelewa, si ndio? Sabla. Naomba ufanye kazi kwa bidii. Najua ni chapa kazi, unachapa kazi vizuri na una uwezo mzuri sana kuweza kufanya kazi. Uh, mm, utamkabidhi majukumu yote ya kampuni. Mm, Sabla kwanzia, naomba tuzungumze kidogo. Naombeni mkaendelea majukumu yenu ya kazi, naomba mkabidhi majukumu sasa. Sabla kwanza, mm, sasa Inauma literally... sana, ni tu ishakuwa hivyo babu. Kuna kazi ya kwenda kufanya kwenye harusi, tukashuti shuti ngepumzika kidogo Ndo mwenye makosa haukuwa mchapakazi wa udali, kwa hiyo relax na ulifuze kwenye hivi. Kwe, kwa hiyo baba yako alikuwa mchapakazi wa udali, kamwambie baba yako hakuna ushindwe. <laughs> Ndio, lakini nakiangalia kama movie wakati kiti changu mwenyewe nilikuwa nakikalia pale. See maisha yale, wengine wapo nyumbika, yani yale. Leo hii mimi meneja nakuja kufuliwa kwa mtoto wa kike tu, yani yule mtoto wa kike ametoka kwenye usafi mpaka kwenye umeneja hivi, kuna flow iko sawa? Hata we mwenyewe na kuingia akilini, mshikaji wangu? Ningejua yote sasa, sijui kitu gani kimekuja. Una una unamwona yule swahiba wako, si ndo shoga yako mwenyewe, unampenda ana lolote, amekugeuka yule sada. Unaposema amenikuta kwa mama na gani? Yani, maana yangu hivi, nimeshuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu na nimesikia kwa masikio yangu, bosi anapanga naye appointment wakakutane nini, eh. Hey, wewe bibi bwana eh, bingo masiara yako yote nishayazoea, na mbo zote masiara katika hili suala. Hey, unajua kabisa kama mimi bosi ninampenda long time wako. Unajua hicho kitu kituusimaati nakwambieje? Yani mimi macho yangu angikuwa anaonyesha kama TV ungeona. Tena kampiga kisi mbele yangu, anambusu kabisa hivi kiutu uzima yani. nafumba macho naona aibu mimi, mzaemanz ofisini shuga yako yen nam nakwambia

Yani mimi ni kwambieje? Umenielewa, umenielewa vizuri. Mimi leo pia kwenye kitengo hapo sipo, mimi sio umenyeje tena. Umenielewa? Eti mimi sasa hivi na umenielewa huko, nimeulishwa kwenye kitengo sasa hivi, nitakuwa naenda kushika taa kwenye maharusi na kamera, mimi ndio nawashikia taa. Kutoka kwenye umenyeje. Alafu ule dada akatoka kwenye usafi. Yaani wewe mambo gani unaviona? Tusikubali. Yaani ile kivyo vyote, nisikilize mimi. Mimi si ndo ndugu yako kivyo vyote sasa hivi. Umenielewa? Kivyo vyote, umenielewa kivyo vyote. Tunatakiwa yule hapa tumfanyie filigiso aondoke mwenyewe. ki, ki maneno ki uchawi ni ki uchawi. Kwanza niwezi wewe mtoto mdogo, mimi nimepikwa wewe, nitakupeleka kwa babu yangu mmoja. ni toki huyo mwenyewe, si yoni huyo hapo. beseni lake kisoda, unakaa kwenye kisoda, unaenea wewe. Ushapo muona jua anasonga ugani, ninamkata moto. Siwezi kukubali na kiangalia kiti kama movie tu hapo hicho. Sikubali mimi nakwambia, twende kwa mzee kifuru kwenyu. Nuksi huyo huyo ni wabawezi dawa, wameiba chocha Posta, wameenda kuuza Mbezi. nisikilize mimi. mimi uchawi naunywa

Mambo, nisamehe sana kwa yote ninakufanyia. Nimegundua nilikuwa ni mkosefu kwako, leo nimekuja kukuomba msamaha. Mambo, nisamehe pia. Nina matatizo unahitaji msamaha wangu, sio? Unahisi Kuumiza moto kwa, niomba, utaenda kufuta machungu uliyowaka katika moyo wangu, jua uliyoyafanya. Nakuuliza, msamaha unaouomba utaweza kufuta machungu uliyoyatengeneza katika moyo wangu? Nilikukosea nini mpaka ukaamua kusambaratisha familia yangu kiasi hiki? Sinakuuliza Sonia, kama ulikuwa mlio wa mali ungesema, nikikupatia Sonia, nikikupatia hizi mali uondoke nazo ukasema utakaivu kwenye maisha yangu, nikupatia kuliko hichi ambacho umeenda kukifanya. Nikusamee, utamlisha sada wangu hapa nyumbani? Msamaha takupatia utaenda kumfufua mtoto wangu na kumleta hapa nyumbani? Kwani nifanye hiviso, kwa nini? <coughs> <coughs> Halafu nakuja kepesi, unahitaji msamaha wangu? Unafikiria mimi na moyo umepesi kiasi hicho? Sasa basi, kitu ambacho kijui nilikuwa kuta ni na kutafuta kila kona ili niweze kulipa kisasi machungu uliotia katika moyo wangu. Kwa nini, sasa? Kwa nini? Ulisambaza familia yangu. Kwa nini nilikukosea mimi, Sonia?

Tambua siku zote, hasira matokeo yake ni hasi. Usifanye hivyo ambao unataka kufanya, na siku zote tambua ugomvi ni kimbilio la mjinga. Mwenye akili ushirikisha maarifa na busara kipindi anapotaka kutatua jambo lake. Kwa nini unafanya hivyo? unafikiri hichi kitendo kitaleta amani ya amawa ya tafadhali, chifu, sitaki ufanye hivyo. Sawa wembo mwitu, nilikuwa na uwezo wa kufanya kitu kama ambacho titaka kufanyia chifu, lakini najua kukontrol sila zangu kwa sababu sitaki kusababisha matatizo makubwa. Naongea kama kaka ndani ya nyumba, nimeita hapa nia na mazumuni, nataka tuzungumzie uzembe uliojitokeza last month ambao umesababisha sala kubwa sana katika kampuni, na najaribu kujiuliza kitu kimoja, kama kweli tunafanya kazi kwa bidii na kila mtu anashika nafasi yake inawezekana vipi tutapata hasara kubwa kiasi sasa? Basi natoa angalizo, endapo hili jambo litajirudia tena na likagundua mtu gani amehusika katika hili, mambo mawili yatamkuta, aidha afukuze kazi au nikate mshahara wake. Tumeelewana? na Sabla iko wapi, wakati anajua kabisa nilisema hichi kikao kinajumisha tuote? Naam, asante bosi. Bosi samani, uh, kiukweli kabisa umemzungumzia Sabla lakini Sabla amebadilika sana bosi, kiukweli kabisa amebadilika. Mimi niseme kutoka moyoni wanasema ndugu yako akikosa muone, akitubu msamehe. Sabla sisi tumemvumilia mambo mengi sana, na ataingia Sabla apandishe cheo hapa kazini, amebadilika mno, na haswa alipoanzia huko kwenye kufanya usafi akapandishwa moja kwa moja mpaka kwenye umeneja. Ametuzalau na sisi wengine, kusema ukweli, haswa mimi alionikuta kwenye sehemu yangu ya umeneja na pamoja na elimu yangu ilivyokuwa kubwa mimi nilivyoshushwa cheo, wala mimi sikukasirika bosi wangu, kwa sababu ni maslahi ya kazini, lakini yeye mwenzako amekuwa sasa kama ni fimbo ya kutuchapia wengine. Mimi bosi, mahesabu yangu nilikuwa naenda nayo vizuri wakati niko meneja, na wala hasara ilikuwa hamna kabisa. Lakini Sabla nilivyomwangalia elimu yake kichwani hana, ndio amesababisha hasara kubwa sana bosi wangu ni Sabla, sio mtu mwingine. Simtumii zambi na hapa mbele ya Mungu simtumii zambi. na bosi, labda niongezee, tukitaka kweli tupige hatua kwenye hii kampuni yetu na mabadiliko yaonekane, ni heli bosi, ufanye maamuzi ya haraka, unirudishe mimi kwenye nafasi yangu, umrudishe mrudishe kule kule kwenye kufanya usafi chooni na sehemu zingine, kwa elimu yake ndipo anapo pamudu kule, au nakosea, wafanyakazi wenzangu eh? Hey, mimi nikuombe bosi wangu sasa Lingo, mimi nilichokuuliza nanchojibu vituvi tofauti. nimekuuliza Sabda yuko wapi? We unipa maelezo mengine. Mimi ni, ni, ni me -like me mtu mzima na najua ni gani ambacho nakifanya. tumeelewanatoke hmm? toka Ndiye. Eh, Sabra, usilie kipenzi, yatapita. Wacha ya msingi, rudi tu kazini, uendelee na majukumu yako ya kikazi. Hivi unajua huyo Flora Ringo hawezi kupenda tena kwa sababu umepandishwa cheo, lazima tu utakuwa maadui zako. Ayampenzi, silie sasa. Eh, samahani kwa kuchelesha, naona nimekukalisha hata usijali. Niambie. Mbona unaonekana kama upo sawa? Wewe acha tu. Kazini kuna mdada ameamia ame anaitwa Sabra. Amepandishwa cheo. Kwa hiyo anamfanyia visa yu dada apa, yule dada mpaka ameshindwa kuja kazini. Hapa ninavyokuambia yule meneja yetu alitoa vitu nje bila kuishirikisha ofisi. Alafu mbaya, yeye alimsingizia Sabra. Kwa hiyo bosi ndo anafuatilia. Hapa nilikuwa naongea na Sabra nimuelezea ili arudi kazini. Pole. Ni mwaya, ndio binadamu wao. Kwa hiyo tunaondoka saa ngapi? Sasa subiri dakika kadhaa, fundi anakuja kurekebisha gari ili tuondoke. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba radhi. Nimekaa nimegundua kwamba mimi ndio mzizi wa machafuko yote ambayo yametokea katika familia yetu. Wewe ndio mtu pekee ambaye ulinikataza nisiwe na mahusiano na Sonia lakini mimi sikutaka kusikia hata kidogo, nikaingia katika mahusiano na mtu ambaye hakuwa na upendo wa dhati na familia yetu. Na kwa nini? Sijui, nilipata hisia za moyo bila kushirikisha ubongo wangu. Najutia mdogo wangu, naomba unisamehe sana, kwa kweli ah. Naomba unisamehe Chifu, maana siku zote ningejua uja baada ya majuto. Chifu sasa nitafanya kila jitihada kuhakikisha Sabra anarudi nyumbani, maana ndo mwanamke anayekupenda na, mana na sio kukupenda wewe tu. Sabra ni mwanamke ambaye anapenda ukoo mzima. Nilipata matatizo, yeye ndio akawa kimbilio langu, akaniuguza mpaka nikapona. Utakiwi kumpoteza chifu, utakiwi kumpoteza Sabra, utakiwi anakupenda umechelewa brasa. Na nilikutana na Sabla akiwa katika mahusiano yake mapya. Mbaya zaidi, nilipojaribu kumwongelesha na kumwambia kuwa rudi nyumbani, alinikataa, alionyesha kuwa hataki kuwa na mimi, sio wangu tena brasa, niseme tu nimekusamehe na sina budi kuyakubali haya maisha ambayo nayapitia. siku naumuepia kwa sababu ulikuwa uju asonekosabra sabra sabra na mwanaume mwingine yeah. Na mwanaume mwingine na amekataa, amekataa kurudi nyumbani, baada ya naye kutana, ameondoka na mtu wake. Sasa naweza nikamwona labda linwezanawezi kurudi, sijui anapokaa, na hata namba zake mpaka sasa hazipatikani na kuonesha nibadilisha laini. Hey, sawa sawa, mimi nakutumia account number sasa hivi sasa hivi kwa utengeza cho kiasi cha fedha, alafu vijana watakuja kufanya kazi. Sawa sawa, ingia na bosi wangu, nimeitikia wito. Ndio, ndio. Lingo, sijajua ni kwa sababu gani umefanya hivi, kwa sababu umebainika kwamba kuna vifaa vimetoka ofisini na vimekwenda kufanya kazi pasipo ridhaa na nilipouliza ulisema sabla ndo umefanya hivyo, lakini kumbe ni uongo, maanake umeidanganya kampuni. Sasa kwa taarifa yako, CCTV zinaonyesha kwamba wewe ndo ulichukua vifaa na ukaenda kufanyia kazi pasipo ridhaa ya ofisi. Nataka eh, nikuuliza kitu kimoja, mm, hiyo ridhaa umeitoa wapi eh? Ah, mimi, mimi bosi, niseme kitu kimoja. Unajua binadamu sisi kusingiziana kupo, umeona? Pengine nao wametulia, wamenitengeneza mimi kama AI. Kwa so mimi mfano wangu tu, wamenitengeneza AI. Zipo hizo bosi, usikatae bosi wangu, umeelewa? Na, na kama hizo na nini nini, kamera pia zimeniona kabisa, kama kamera nisikatae pia na mimi, kwa sababu ni binadamu, ni binadamu, umenielewa Oye. Kwa hiyo bosi, naomba unisamehe kusema za ukweli, nimekwama mimi. Unajua lingo, umeshafanya makosa mara kadha wa kadha na kampuni imekuwa ikikusamehe, na mimi nimejaribu kuishi na wewe kama navyotaka. Sasa basi, kwa makosa uliyofanya kampuni inakusimamisha kazi, huku ukiendelea kufanya uchunguzi mpaka pale shahidi za kukamilika. Naomba bosi wangu usifanye hivyo. Mimi mimi kusema kweli na watoto bosi, na familia na watoto watano na wasomesha. Naomba bosi wangu, nakuomba uangalie kwa mara nyingine, usifanye hivyo bosi wangu. Naomba, naomba unipe nafasi nyingine bosi, nakuomba kwa mara nyingine. Hata kama kuna ulinzi pale, yule yuko peke yake mlinzi. Na mimi hata kama usafi kule chooni nafanya mimi, naeleza bosi wangu eh, kampuni na kusimamisha kazi na utaratibu mwingine wote upata pale reception. Naomba utoke ofisini yangu, naomba bosi wangu kusema za kweli, naomba bosi, naomba sana univumilie, usipite watu wote na bibie ke Mungu Yedi di befeli sehemu ndogo tu yedi befeli.